Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kuhusika katika shambulio dhidi ya padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa baraza la maaskofu Tanzania teki aliyejeruhiwa kichwani na kitu butu akiwa katika eneo la maliwato ya kantini ya teki Kurasini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Mei Mosi mwaka huu majira ya saa nne na robo muda mfupi mara baada ya Padri Kitima kuhitimisha kikao chake na viongozi wa dini kilichofanyika tangu saa tatu asubuhi hadi saa moja usiku. Amesema baada ya kikao, Padri Kitima alielekea kwenye kantini ya baraza na kubaki hapo hadi saa nne na robo usiku na ndipo alipojeruhiwa kichwani na watu wawili waliotumia kitu butu, ameeleza kamanda wa polisi. Padri Tima likimbizwa katika hospitali ya Agakan ambapo anaendelea kupatiwa matibabu na hali yake inaelezwa kuwa inaendelea vizuri. Jeshi la polisi limeeleza kuwa linamshikiria Lauli Mahabi alimaarufu kama Haraja ambaye ni mkazi wa Kurasini kwa mahojiano zaidi kuhusiana na uchunguzi wa tukio hilo na linaendelea kufanya uchunguzi wa kina cha wa chanzo cha tukio hili na linawachukulia hatua kali za kisheria wote waliohusika. Awali, baadhi ya mashuhuda na waumini wa kanisa hilo waliokuwepo kwenye mgahawa mmoja ndani ya viunga vya TEC, Kurasini, wameieleza NGAO MEDIA kuwa Padri Kitima akiwa kwenye mazungumzo na baadhi ya watu, alinyanyuka na kuelekea msalani na ghafla, dakika chache, walitokea watu waliomshambulia kwa sekunde kadhaa na kisha kuondoka, na baadaye ndipo Padri Kitima alipoonekana akiomba msaada akiwa anavuja damu katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Mara baada ya shambulio hilo Padri Kitima amepatiwa matibabu ya awali kwenye kituo kidogo cha afya cha teki kilichopo eneo hilo. Padri Kitima kando na utumishi wake na nafasi aliyonayo ndani ya kanisa, amejipatia umaarufu mkubwa nchini Tanzania kwa miaka ya hivi karibuni kwa namna ambavyo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mienendo isiyofaa kwenye jamii na akiwa mstari wa mbele katika kuhubiri utawala na sheria za haki za binadamu pamoja na demokrasia. Ili kuendelea kupata taarifa nyingine kama hizi, tafadhali, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ya Ngao Media.